Katika ulimwengu wa mapenzi ya maneno matamu lakini ya hadaa, kuna hadithi chache zinazozaliwa kutoka kwenye maumivu halisi. Hadithi ya Saada ni simulizi ya mwanamke aliyeamini katika upendo, akajitoa kwa dhati, lakini akalipwa kwa usaliti. Alijikuta akiwa mjamzito, akifukuzwa na mwanaume aliyemwahidi ndoa, kisha kukataliwa na familia yake. Alipotangatanga mitaani, njaa na aibu vikiwa sehemu ya maisha yake, hakutegemea tena kuamini lakini hapo ndipo alipotokea Hamis, mwanaume asiyejivuna kwa mali, bali mwenye moyo wa kipekee. Alimwona Saada si kama mzigo, bali kama zawadi iliyochubuliwa na dunia. Akampenda pamoja na mtoto wake, akamjenga tena kwa heshima na upendo. Hii ni hadithi ya mateso, matumaini na ushindi wa mapenzi yasiyo na masharti. Karibu kwenye Penzi la Mjamzito, hadithi ya mwanamke aliyeangushwa na dunia, lakini akainuliwa na mwanaume wa kweli. Saada alikuwa msichana mrembo wa miaka ishirini na mitano, mwenye maadili, upole na ndoto nyingi. Alimpenda Salim kwa moyo wake wote, akamwamini, akamkabidhi kila kitu mpaka mwili wake. Aliposhika ujauzito, Salim aliyekuwa akiahidi ndoa na maisha mazuri, ghafla alibadilika. Siku moja Saada alipomwambia kwa furaha, "Salim, nitakuwa mama, tuna mtoto njiani." Badala ya furaha, Salim aligeuka simba. Alimtukana kisha akamfukuza nyumbani kwake Sinza. "Mimba si yangu, toka kwangu!" Hapo ndipo ndoto zote za Saada zilisambaratika. Alienda kwa wazazi wake kwa matumaini ya faraja, lakini walimkataa. "Umeshindwa kujiheshimu sasa uje na aibu hapa? Rudi huko ulikotoka, mwanahizaya usiyejua vibaya, wewe toka hapa!" Mama yake alisema kwa sauti ya chuki. Siku hizo zikawa za mateso. Alilala kwenye vituo vya daladala, alilala kwa neema ya wasamaria wema. Tumbo lake lilizidi kuongezeka na maumivu yakawa sehemu ya maisha yake. Alikuwa kivuli cha msichana aliyekuwa na ndoto kubwa. Siku moja asubuhi, akiwa ameketi nje ya hospitali ya Mwananyamala, uso wake umechoka, macho yamevimba kwa kilio, Hamis alimtazama. Mwanaume huyu wa miaka thelathini aliyekuwa amekuja kumpeleka mdogo wake kliniki, aliguswa na hali ya msichana huyo mjamzito. Dada, uko sawa kweli? Aliuliza kwa sauti ya upole. Saada alimwangalia machozi yakimtoka kimya kimya. Nina njaa, ninajisikia vibaya, sina pa kwenda, alijibu bila kusita. Hamis alimnunulia chakula kisha akampeleka nyumbani kwake kwa msaada wa muda mfupi. Waliishi katika chumba alichokuwa akiishi mwenyewe. Usiku huo, Hamis alimpa Saada mto, blanketi safi na hakuuliza maswali mengi, alimruhusu apumzike. Wiki zilisogea, Hamis alimnunulia nguo mpya, akampeleka kliniki na kuhakikisha Saada na mahitaji yake ya msingi Hakumlaumu, hakumkosoa. Alimtazama kama mtu ambaye anastahili tena kupendwa. Saada alilia usiku mmoja na kumwambia Hamis, kwa nini unisaidie? Naogopa kama utanitumia na kunitupa. Lakini Hamis alimtazama kwa macho ya upole na kusema, sina sababu nyingine zaidi ya kuwa mwanadamu. Naamini unaweza kupona. Umeumia, lakini bado una thamani. Ndani ya moyo wa Saada kulianza kuchipua maua ya matumaini tena. Kwa mara ya kwanza alihisi salama. Miezi mitatu baadaye Saada alijifungua mtoto wa kike mwenye afya mzuri na mwenye tabasamu la kupendeza. Walimwita Nuru, maana alikuwa mwanga wa maisha mapya. Hamisi alimshika Nuru na kumkumbatia kama mtoto wake mwenyewe. Wakati Saada akiwa hoi kitandani, Hamisi alikuwa hospitalini akihangaika kwa kila huduma. Wauguzi walidhani ni mumewe, na kwa Saada alijihisi kama mke mke wa mwanaume ambaye hakuwa na masharti. Baada ya wiki chache, Hamisi alimwambia Saada kwa sauti ya unyonge lakini ya hakika Nataka nikuowe, si kwa sababu na kuhurumia, bali kwa sababu nimekupenda, na nuru pia ni sehemu ya moyo wangu. Saada alishindwa kujizuia kulia, alikumbuka alikotoka, aibu, dharau, kufukuzwa, lakini huyu mwanaume alimwona kama zawadi. Alikubali kwa moyo mkunjufu. Walifunga ndoa yao kwa ukimya, kwa furaha isiyoshereheshwa na watu wengi. Hamisi alianza biashara ya kuuza vifaa vya ujenzi. Saada akafungua kibanda cha chakula. Walishirikiana kila kitu. Nuru alikuwa akakimbia mikononi mwa baba wa kambo ambaye alimpenda kuliko baba halisi. Mapenzi yao yalizidi kustawi. Hamis alimsomesha Saada usiku, akamuunga mkono hadi akaweza kuanza mgahawa mdogo. Walikuwa mfano wa ndoa yenye amani. Miaka miwili baadaye, Saada alishika ujauzito mwingine. Safari hii, mimba ya ndani ya ndoa. Walimkaribisha mtoto wa kiume waliyemwita Baraka. Huo ulikuwa uthibitisho wa neema ya kweli. Familia yao ilikuwa kamili. Lakini wakati huo huo, Salim alirejea akiwa amefilisika, maisha yamemvaa. Alipoona Saada anaishi vizuri, alianza kuzunguka. Alijaribu kumshawishi amrudie, akisema Nuru ni damu yake. Salim alienda hadi ustawi wa jamii, akataka umiliki wa Nuru, alisema ana haki. Lakini Hamis alisimama kidete kama simba: nilimchukua huyu mtoto akiwa tumboni, nilimlea tangu siku ya kwanza wewe ulikuwa wapi? Saada alitoa ushahidi wa mateso yake, mashahidi walikuwepo. Kesi ilipofika mahakamani, ilifungwa kwa ushindi wa familia ya Hamis. Hakimu aliamua wazi, Nuru atabaki wa kwa wazazi waliomlea. Salima alienda zake kwa aibu. Miaka mitano baadaye, familia ya Hamis na Saada ilikuwa tajiri kwa amani na mali. Mgahawa wa Saada ulikuwa maarufu, aliwahi kupewa tuzo kama mama mjasiriamali bora. Duka la Hamis lilipanuka, akafungua mengine mengi, Mwenge Tegeta Nyuki, mpaka Kiromo Bagamoyo. Nuru alianza shule ya kimataifa, Baraka akiwa mtoto mwerevu mwenye ndoto kubwa. Waliishi Goba kwenye nyumba yao ya ghorofa mbili. Wazazi wa Saada walikuja na machozi. Walisema, "Tulishindwa kukuamini. Ulipambana na kuihimili dunia bila msaada wetu. Tunakuomba msamaha." Saada aliwasamehe, lakini moyo wake ulikuwa umejifunza kujiamini zaidi. Jamii iliwaheshimu. Walialikwa kwenye semina, mikutano ya ndoa, na waliitwa wenye hekima ya mapenzi. Wakati wa sherehe ya ndoa ya miaka kumi, Hamis alisimama na kusema, "Saada alinifundisha maana ya kupenda mtu aliyevunjika na kumjenga tena bila masharti. Mwanamke huyo hakuwa mjamzito tu, alikuwa mrembo, jasiri na wa kipekee." Saada alilia mbele ya wageni wote. Mimi si mkamilifu, lakini nilijaliwa kupata mwanaume wa kweli. Bila Hamisi ningekuwa kaburini au mitaani. Leo ni fahari yangu kuitwa mke wake. Nuru alihitimu shule ya msingi akiwa wa kwanza. Baraka aliendelea kuwa bingwa wa sayansi. Na walipoketi bustani jioni moja, watoto wakicheza, saada alimtazama Hamis na kusema, ulinioa nikiwa na makovu, uliniamini, ukanilea moyoni. mapenzi yako ndiyo yameponya kila kidonda. Hamis alimshika mkono kwa upole, akasema, mwanamke mjamzito aliyetelekezwa sasa ni malkia wa roho yangu. Na hapo ndipo hadithi yao ilipofikia kikomo, si kwa maumivu, bali kwa ushindi wa mapenzi ya kweli yasiyochujwa na historia, hali wala aibu. Walipendana, wakashinda, wakawa ushuhuda. Natamani kila msomaji apate mtu kama Hamis na kila mtu kama Saada ajue kwamba historia haibadilishi thamani yako. Penzi la mjamzito likageuka kuwa ushindi wa moyo wa dhati na hivyo ndivyo safari ya Saada ilivyofika tamati, kutoka kwenye aibu na machozi hadi kuwa malkia wa heshima na mapenzi ya kweli. Aliachiwa na dunia lakini akapendwa na mwanaume aliyeona thamani yake. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii. Niandikie nini umejifunza kutoka kwenye hadithi hii. Tukutane tena wakati mwingine. Shalom shalom, amani iwe nawe, assalamu alaikum.